Chia kitu ambacho ni asilimia hamsini ya design yako ni font. Mara zote kumbuka kuwa font ni kitu cha muhimu sana. Asilimia hamsini ya design yako ni font. Jinsi ya kuchagua font kitaalamu. Kwa hiyo kuna rule na kuna njia nyepesi na rahisi ambazo zitatusaidia sisi kwa ajili ya kuchagua font kitaalamu zaidi. Sasa ambacho hatukifahamu ni kwamba hata ukiweka rangi nzuri bila fonti nzuri design itaonekana ya kawaida tu. Somo ambalo tunaenda kujifunza ni kukamilisha hizi asilimia hamsini za kuchagua font. Ubora wa design ni katika kuwa na font nzuri, kwa hivyo twende tukaone inakuwaje. Leo tutajifunza kanuni tatu ambazo designer akizijua design zake zitapanda mara moja na zitakuwa katika ubora ambao yeye mwenyewe hatoamini, sababu ya kufuata hizi kanuni tatu. Sasa twende moja kwa moja tukazione. Kanuni ya kwanza katika design ya kwako wewe ambayo utaifanya hakikisha fonti moja au mbili tu. Usizidishe zaidi ya hapo. Wanafunzi wengi hufanya kosa la kutumia fonti tano mpaka saba. Hii inafanya post ionekane kama cheap na isiyo na mpangilio mzuri. Kwa hiyo rule ni kwamba lazima uwe na fonti mbili. Fonti ya kwanza ni kwa ajili ya heading. Heading mara nyingi tunataka fonti iwe bold au iwe strong. Okay? Kwa hiyo katika uchaguzi wako wa fonti, katika tangazo lako katika design yako ni lazima uwe na heading. Heading lazima iwe na bold kama last period ambayo tulisoma ba, uh, zile rule ambazo tulisoma katika madarasa yaliyopita. Kwa hiyo katika heading mara nyingi tunatumia fonti ambayo iko bold na strong. Lakini katika maelezo ya design yako baada ya kupata heading Unatakiwa uweke design uweke font ambayo ni simple na readable. Baada ya hapo, utaki kuongeza font nyingine, hata ikitokea chini kuna maelezo mengine, social media, namba za simu na mambo mengine, kinachotakiwa wewe ni kwamba utumie font mbili tu, kulingana na role hii ya kwanza. Role ya pili unaokwenda kuisoma inaitwa serif and sans serif. Serif and sans serif ni nini? Ili uchague font nzuri, unapaswa kujua classes hizi mbili. Klasi ya kwanza inaitwa sans serif font. Hizi sans serif font clean na professional. Hizi tutakuja kuziona zikoje, lakini kwenye hizi application nyingi, hizi haya majina ya font tutakuja kuyaona na hizi font tutakuja kuziona. Font hizi mara nyingi ni professional, ziko clear na zinasomeka kwa hiyo lazima katika design yako unapaswa uchague font kulingana na classes, classes ya, class ya kwanza ni hii serif font, ya pili ni serif font, hutumika kwa poster na digital content. Font hizi ambazo tumezitaja ambazo wamesema ni sans serif font. Hizi tunazitumia kwa ajili ya poster na digital content. Kwa hiyo wakati una design, hakikisha kama una design poster au ni content kama kwenye video za kawaida Hakikisha unatumia font za sans serif font ambazo nimetaja mifano yake na ziko nyingi zaidi ya hizo. Lakini serif font ni font za aina gani? Hizi ni font ambazo ni premium, classic na elegant. Hizi mfano wa font hizi ni kama Times New Roman, Laura na Playfair Display. Hizi zote ni aina ya serif font, hutumika kwa, kwa elegance design kama vile perfume, luxury brand, Uh, wauzaji wa asali wale wote wanatumia serif font. Kwa hiyo ili design yako iwe katika usawa, sheria hii ya pili ya hizi klasi mbili lazima uzingatie kulingana na brand yako ipo kwenye mode, au clear au professional, au ipo kwenye premium, classic au elegant. Kwa hiyo ujue kwanza hiyo kampuni yako, brand yako ipo sehemu gani. Baada ya hapo ndio utakuwa unajua nitakiwa niende katika mfumo gani. Mwisho kabisa ni contrast Between font. Font zako lazima ziwe tofauti ili zionekane professional, lazima ziwe tofauti. Utofauti unaozungumzia hapa, mfano combination nzuri ambayo tunaizungumza ni kwamba fonti zisifanane. Kwa hiyo hapa tutakutajia baadhi ya combination ya font ambazo ni nzuri, ya kwanza ni Montserrat. Montserrat bold ukichanganya na Montserrat regular, zote zina match na zinafanya kazi vizuri, lakini pia kuna Playfair Display na Poppins pia zinafanya kazi vizuri. Kwa hiyo hakikisha kama unatengeneza design yako, font heading isifanane na font ya chini ambayo ni body text. Kwa hiyo hakikisha haifanani, ikifanana means hautatengeneza utofauti na haitakuwa na hiyo constant between font. Kwa hiyo itakuwa umeshaacha hii kanuni yetu. ya mwisho lakini pia kuna Lora na Open Sans. Asante na tutaendelea na session inayofuata. Karibu sana.